mdogo nadhani kama ulivyotuita, hali ya mama wote tumeiona. Lubaa, mdogo wangu. Naam, kaka. Mama unaiona hali yake. Sasa, mdogo wewe, na mama yetu ambaye tunakutegemea, kiacha mama yetu mzazi hapa, tulikuwa tunataka utushauri, tunafanyaje na sisi watoto wako kama unavyojua ulipotukuta tukuta shamba kuja kutuletea habari ya mama, tulikuwa tunahitaji ushauri kutoka kwako kwa kwa mama yetu hapa. Kilicho kuwepo mwanangu, tuwapigie wajumba simu ili waje, tujue dada, tunampeleka hospitali kama inakuaje. Hali yake nahisi mnaiona na hii sawa. Uba namkaa kaka, nyinyi wadogo zangu ambayo inawategemea japo mikakanu mkubwa, wewe pamoja na mdogo wangu Mwantumwa hapa. Mama kama alichokisema, itabidi tufanye hivo. Naona tumpatie dawa za miti shamba akiwa anakunywa huku, mjomba ipo njiani, akiwa akifika hapa ndio tutajua tunafanyaje. namdogo katoawazo mwanaruba sanatulifanyie kazi Mwantumwa. Kaka natakiwa sasa ufanye mpango wa kwenda kuwaita wajomba waje tujue tunafanyaje. Hali ya mama kama unavyoiona. Sawa, mama <sighs> mimi sina cha kuzungumza kabisa, kuna hali ya mama kama unavyoiona. Mama pole, taka vizuri mamangu, kizungu mkuti kwa familia. Ah, ah, ah, mali twazigombania mwenyewe wametugawia, nao wametangulia, kinachofanya tugombane mirathi oh, oh, oh. Na ndiyo nayofanya tuishi kwa chuki yeah. Eti wao walirithi mali, mimi nilisikiti. Familia hatuelewani. Kaka Musa. Naam, naitwa ndani Kizungumkuti kwa familia, ah, mali twazigombania, mwenyewe wametugawia ah, nao wametangulia. Kinachofanya tugombane mirathi oh, oh, oh, oh. Na ndiyo nayofanya tuishi kwa chuki yeah. Wakina kaka na. Na. nimewaita hali ya dada kama hivyo mnavyoiona. sijui hata mnachukua uamuzi gani hapa. Hakuna kingine zaidi ya kumpeleka hospitalini. Hii hali inatisha. Ni kweli kaka, magonjwa ya kulimbikiza sio mazuri mjomba. Ninaona angetumia tu miti shamba, mbona watu wanapona kwa miti shamba? Mjomba, hapana mdogo wangu Roba, mimi na wewe na pamoja na mdogo wetu yule Mwantumu, sisi hatuna cha kuamua, na ndio maana tumewapigia simu wajomba zetu, wamekuja. Wao ndo wataamua. Mama sisi tunafanyaje juu ya mama? Tunaona mama hali yake. Mdogo wangu, kwa tuachie wajomba pamoja na mama yetu mdogo, wao wenyewe ndo watajua wafanyaje. Mdogo wangu Roba. Naam. Nimekuita pamoja na mdogo wako pamoja na wanao wote nimewaita kutokana na hali yangu. <coughs> Mala msipate shida, nasema mwanipeleka hospitali. Mi ni mtu mzima, naelewa. Kwa hiyo wala msipate tabu sana. Kwa hiyo kuna jambo hapa nataka kuwambia. Husuwawa mtoto wako baba. Mwanangu. Ndiyo mama ani kukabidhi lile shamba <coughs> wewe utachukua shamba lile la kule jua. <coughs> mwatu mwanangu, <coughs> wewe <coughs> utachukua shamba la kule bondeni. Musa, mwanangu, na mama kwa wapi? Wewe nakupa kiti, utachukua kile kiti eh? Utachukua kiti. Ah, mama inawezekana vipi? wadogo zangu Ruba umpe shamba pamoja na mdogo wangu Mwantumu, mimi nipe kiti? Ah, mama hapana bwana, mimi kiti Hapana itakuwa mama nifezesha. Sasa mama, mbele ya wa wajomba, mama mimi kiti? Hapana mama, wajomba zangu waniangalie ni hili. Wenzangu wape mashamba, mimi nipewe kiti. Eh? Mimi nakuja kweli. Eti wao walisimali mimi nilisikiti. Sasa mimi kiti hapana mama, mimi mimi kiti hapana. Yaani wenzangu wape mashamba, mimi kiti. Mama mimi kiti Kiti. hapana. mkiti hapaa Mama ujomba mwangalie mama. mama mama mama kizungu mkuti kwa familia mali twazigombania mwenyewe wametugawia nao wametangulia kinachofanya tugombane mirathi oh na ndio unayofanya tuishi kwa chuki yeah. Eti wao walisimali mimi nilisikiti. Dada, unawaita watoto kama hivi kuhusu habari ya mama yao alivyogawa urithi. Mwanangu hajaridhika, hicho kiti hajaridhika. Sasa sijui tutamfanyaje, nakini marehemu tokeshamua hivyo kwa mimi sitaki kusema tena, na hakusema kweli. Mjomba, naomba nisikilize. Nimekusikiliza kwa muda mrefu sana, nataka niwaambie wajomba zangu, mimi ulisi wa kiti siutaki na sichukui kiti, naomba mnielewe eh? Bwana Mudri. Naam kaka, umeasikia naongea mjomba wako? Nimesikia mm. Unala nyongeza, nyongeza ipo sawa, kwa lazima achukue kiti Mjomba, kiti sichukui, kiti na sito kuja kuchukua hicho kiti mnachokizungumza, hizi ni zarau, huyu eh? Duba mdogo wangu mwantumu, mdogo wangu wanwapewe mashaami, nipewe kiti amni, kama zarau, naye mamdogo aliangalia ile swala. Eh? kiti sichukui, naomba mnielewe, familia hatuelewani Musa. mbona roba na ya jomba aloba itakuwa mimi, labda unielewi unaongea hayo kwa sababu wewe umepewa shamba. Jamani, mimi bora mnione sina adabu. Unasfai, ochenu, Wairini, Yaman, mirathi, oh, oh, oh, na sifai, ila kiti kwangu mimi sichukuli, lakini tunaichi kikao chenu niwaache salama, jamani Musa. kinachofanya tugombane mirathi oh, na ndiyo unayofanya tuishi kwa chuki. teliwazungumza kaka, mimi nimekusikia, ila narudi kwa eh, mwanangu Mtumo, mtumo mwanangu, nakuomba uzingatie shule na zingatie na mashamba uliopewa na marehemu mama yako. kizungu kuti kwa familia, fam ah, ah, ah. mali twazigombania wenye wametugawia na wametangulia, kinachofanya tugombane mirathi yangu? Nakusikia, bona kawa na mawazo? Ni kweli mke wangu, sina sina la na sina furaha kulingana familia yangu na wale ndugu zangu. Ni kuna kitu kinaniumiza kichwa kweli kweli. Anitoka mama, mi moyo wangu una amani, naumia sana. Mbona unasema hivi hivi mke wangu? Unakumbuka mara mwisho nilipotoka mbiombio hapa hmm? Basi mama kabla hajakata roho, una maneno kayazungumza. Mwantumu mwanangu d nimekuita hapa ili tukae mama mdogo na mwanaye. Tushukuru Mungu tumemaliza msiba wa mamaako salama salimini. Sasa tujenge nini yajayo, mama. Sawa, zingatia mwanangu, shule, elimu ndio kila kitu, mama. Achana nao wanaume wadanganyifu, unanielewa vizuri. ni maneno gani yani? wale wadogo zangu wawili wote wamepewa mashamba, mimi, cha ajabu, mke wangu, nimepewa kiti. Kiti e. kiti itakusaidia nini? Na mimi mwenyewe nashangaa yani, Ruba na ule mdogo wangu mdogo Mwantumu eti kila mtu kapewa shamba, mimi nimepewa kiti hivi. E, inawezekana vipi? mke wangu, ndio ndio mdogo, elimu ndio kila kitu yani. Mi mwenyewe nawategemea na sana ena kama wewe unaosoma na kutegemea sana mwenye sina mtoto sina mume, nipo tu. Kwa hiyo wanangu sasa hivi ni nyinyi dada, ndo ameniachia hivi, unanielewa? Lakini sawa mdogo, mi nimekuelewa. Hiyo swala kusoma, mi nitasoma kwa bidii. Nao ilo swala la naume, mimi hata sina tabia nayo, hmm? na mimi sina tabia nayo mdogo. haya kama umenielewa mdongo mimi, yote nimekuelewa, hasa kuna kazi ni nimepewa na mwalimu ujangameweze kuandika. Mama yangu pia anakushauri usichukue hicho kiti. Mimi hawa nakwa maana nao, na ushauri mzuri unipa mke wangu. Na kwa maana akileta ujinga Ruba na Mwantumu, sitojali damu yangu moja, nimezaliwa nao. Nitawafikisha mbali na Mwantumu, sitojali damu yangu moja, na wale wazee wajomba zangu sitomsikiliza hata mmoja. Huu ni upuzi huu, wewe Ruba mtoto mdogo kabisa, na Mwantumu ambaye anasoma juu, chochote apewe mali mimi nipewe kiti mama. Japo mama wangu atangulia mbele zake, lakini kanidharau sana mwanae, yaani mimi naonekana kubwa jinga na shauri hakuna kuchukua hicho kiti, maana itakuwa ni dharau kubwa sana kiti. Siwezi kuchukua na sitochukua kiti eh, nitakuwa mjinga basi. Wazangu wapewe mashamba, mimi nipewe kiti. Na mimi ninachokupenda mke wangu, wewe ni mshauri mzuri sana kwangu, na ndio maana hata ulivyoingia hapa ukajua kabisa mimi siko vizuri kwa kichwa changu. Umenishauri mimi nakupendea hapo, lakini mshapika ndio mshapika tayari? Ndio lete basi tule. Familia hatuelewani, maugomvi mpaka kwa majirani. Mwanangu Ruba, ndio nimekuita hapa kuhusu habari ya kile kiti. Kiti tena mjomba? Ndiyo, kuhusu kile kiti. Ndugu yako anataka kukichukua, lakini utakapo kaa naye nenda kamweleza achukue kile kiti. La sivyo kitamdhuru, kitamletea madhara. Atusipende fikie huko. Oh, oh, oh, oh, mm, mm, mm. Kizungu kote kwa familia mali twazigombania wenyewe, wametugawia nao ah, wametangulia. Kinachofanya tugombane mirathi na ndiyo oh, oh, oh. Nayofanya tuishi kwa